Asante mkuu wa mkoa, malalamiko yako ndio hao? kwenye hizo karatasi zote? Hapana, naeleza kifupi tu mkuu wa mkoa. Karibu. mimi naitwa John Masatu, nilikuwa afisa mhifadhi <coughs> msitu mlimaana. Nilipo staafu mwezi wa tatu tarehe kumi na nne nilikaa kwa muda wa miezi miwili kusubiri kikokotoo changu nikaenda nikafunga akaunti kwa sababu kadi yangu ilikuwa na watu wa Nyantile Microfinance ambao nikausha damu. Aha. Nilikuwa nadaiwa milioni nane, laki tano, sabini na mbili, mia tisa, arobaini. Ndiyo. mm -hmm. Siku ya tarehe 22 mwezi wa nne wamezoea kikokotoa kina kama miezi sita. Ikawa imetoka pesa wakawa ametoa laki tisa na tisini. Alitoa kwa awamu, alianza saa tisa na dakika arobaini na tano. Tarehe 23 saa 6, afisa mikopo ambaye ni Robert Nyantile akaenda kwa wakara Josephu Samuel Loro akatoa milioni kumi akaingiza kwenye akaunti ya kaka yake ambaye ndiye mkurugenzi wamenambia: la, sivyo nichague mawili, kadi wanayo password wanayo, nife niache familia. Nikaambia cha kufanya tu, nataka shilingi milioni. Si pesa serikali siipo na sheria sizipo, acha tuwape tuone. Wakasema basi kwa kuhamisha, nikahamisha tena shilingi milioni kumi na sita laki mbili na themanini ili mkataba wao uishe, nikaandika imeisha hii. Nilimpigia mkuu wa wilaya ya simu akiwa Dodoma, nishuhuda yuko hapo, nimemwambia nikamhadisia mwanzo mwisho, akasema baba, nisubiri, nakuja Jumatatu. Tukakaa mimi na OCD na OCCID na wataalamu wengine pale, akawaeleza wakawachukua wale watu, ndio akawekwa ndani, nikafungua kesi. Toka nifungue tarehe 24 mwezi wa 4 mpaka leo, kila nako kwenda ninazungusha, na kwanza na tukanwa ni uzembe, toka nimetembeza viatu nimetoka hapo imeshindikana. Nimeenda kwa RCO Babati Majula akaniambia naye hivyo hivyo, andika barua. Nikaandika maelezo ya ziada, msaidizi wake ni ruhusi, nafahamu kabisa. Nikaweka nikarudi huko, mama akafariki nyumbani. Mkaenda Ukerewe, naenda Ukerewe huko, ni mistaki kwamba huyu mtu tunamdai. Kesi imeendeshwa, ambaye ni mairi na mwanga amepewa ushindi, nimlipe milioni tatu laki moja na elfu nne. Nikakata rufaa kwa mkuu wa hakimu wa wilaya Hakimu wa wilaya nikaweka wakili. Kabeba hela zangu kwenye mahakama akufika, akaenda masomoni. Nikaona nazidi kupoteza na nazidi kuangamia. Nikakata tena rufaa kwenda kwa jaji. Wakatuambia mambo mawili, kaeni mjadiliane. Tukarudi tukajadiliana huko. Kuja huko msimamo wako huko pale pale, basi msijadiliane tena wewe. Ishapita hukumu na ninachotaka ni vitu vyangu. Sasa hivi naye ameenda kuwarudishia vitu vyangu, nitaifishwe mali zangu. Kwa hiyo kero yangu mkuu ni hiyo, na masuala tasi mengi, afikia faili yangu umeyaona kwenye ofisi yako, na ndio hayo umesema ni mengi ndio kilio changu kinachonitesa, nateseka, nanyanyasika kwa sababu ya hawa kausha damu. Naomba msaada wako, ndio ngazi yangu ya mwisho. Naona kwamba utaniokoa. Jumla amechukua milioni ishirini na saba, laki mbili na sabini. Kweli hata kama umekopa benki. Pole, asante. Pole sana. Asante mkuu. Kwa kifupi nimeishiwa na power Uh, kabla sija- kabla sijaongelea kidogo nitaongelea kidogo swala la mzee kidogo kwa sababu upande wa pili hawapo. Nitaongelea kidogo kwa sababu upande wa pili hawapo. Nakumbuka kama sio mwaka jana basi ni mwaka juzi mwishoni. Kama sio 24 basi 25 tano mwishoni nilipata nafasi ya kualikwa kuwa mgeni rasmi kwenye, nadhani ilikuwa, sijui ni siku ya walimu ile kitu kama hicho, si siku ya walimu nani, walimu walikuwa na shughuli yao fulani hivi. Nikaenda kwenda kuzungumza nao, lakini wakati natoa speech yangu kama hivi, nikaongelea kuhusiana na habari ya mikopo ya kaushadamu. Waandishi wa habari nafikiri mnakumbuka eh? Nikaongelea mikopo ya kausha damu. Lakini nika- nikawaambia na nikawaasa watumishi. Ni muhimu sana unapopata ajira kuandaa vizuri akili yako na mwili wako kukubaliana kuishi kuendana na kipato unachokipata, ni kitu cha muhimu sana. Changamoto huwa zipo, zinatokea, lakini tunapopata changamoto, lazima tuwe na utulivu mkubwa sana wa akili kwenye kutafuta njia sahihi ya kutatua changamoto zetu. Hakuna hata mtumishi mmoja kwenye nchi hii ambaye hafahamu madhara ya mikopo ya kaushadamu wote tunafahamu, lakini nakumbuka hiyo siku nilisema, acheni kwenda kuchukua mikopo kwenye taasisi za kausha damu. Bwana we umeshia kusikia kitu kinaitwa break internet? Basi nili break internet na nyinyi wenyewe nafikiri mtakuwa mashahidi, nilitukanwa na nchi nzima.